Moja kati e, ya mashabiki wa Young Africans, niko naye hapa e bana, mambo vipi? Na kwa majina yako matatu, watu wanatamani kufahamu. Ebana, namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa majina anaitwa Yahya Suleiman Muhammad mm. Almaarufu madevu mm. wa Yanga, napatikana maeneo ya Mwembe Yanga na ni shabiki wa mpira mm. ni shabiki wa mpira. Na kubwa zaidi, tutajikita katika e, ukakasi ambao unaendelea hivi sasa katika mpira wetu wa Tanzania, ikiwa kuna swala kubwa ambalo linakuja mbele yetu. Moja katika matakwa ambayo Young Africans waliyaorodhesha ni kwamba wanataka e, walihoji kwenye kikao chao e, ya kwamba kitu gani kilipelekea mchezo wa tarehe nane kughairishwa. CEO wa bodi ya ligi alikiri ya likiria kwamba walipigiwa simu na kiongozi wa ngazi ya juu ya kwamba geti lifungwe na Simba wasiingie uwanjani, na kumbe si Young Africans kama ambavyo watu walikuwa wakisema hapo awali. Ninyi kama mashabiki wa Young Africans kuna ukweli wowote katika hili? Ni kwamba mlikuwa amfahamu aidha mlikuwa mnalijua hili? Ukiniuliza ah, okay, kama mimi mshabiki wa Yanga mm. Na imani hapa tulipofika tumefikishwa na viongozi wetu wa mpira wa nchi hii, bodi ya ligi na TFF mm. Kwa sababu wao sababu walikuwa wanaijua mm. kwamba kuna kiongozi mkuu wa serikali ndio ukawapiga simu Simba wasiingie getini. Swali la msingi kabla hujafika mbali, kiongozi aliyezuia e, aliyepiga simu Simba izuiliwe alikuwa yuko upande upi? Sasa hiyo ni kama kurusha jiwe gizani, kwa sababu hata waliotoa hizo taarifa jina hajatajwa. Lakini waliokuwa na d mbili wanaelewa, kwa sababu ukiangalia mechi ile ya tarehe nane mwezi wa tatu, mechi ile Yanga tulikuwa tunaitaka asilimia karibia tisini. Sasa kwa upande wangu mimi sidhani kama kuna kiongozi wa Yanga akawazuie Simba kwa sababu mechi sichezwe. Mimi nakataa mejikita kwenye madai. Uh, wengine wa, wanakwenda mbali na kusema kwamba maandalizi ya kuelekea mchezo, mm -hmm. mchezo, mchezo, mchezo wa dabi ya Kariakoo ni madai trip hii Yanga watashuka dimbani. Ninyi kama Yanga African C mmejiandaa vipi kuelekea katika mchezo huo? Je, mchezo upo awe aidha wa mchezo haupo? Wengine wanasema mchezo uko pale pale, mnazungumza, mna lipi la kuzungumza kuelekea katika haya ambayo yanasemwa sana hivi sasa? Ah, mimi na imani hususan swala la mchezo upo au haupo mm -hmm sisi tunasikiliza uongozi wetu sisi kama wa mashabiki wa yanga mpaka sasa hivi viongozi wetu washatuambia kwamba hatuwezi tukapeleka timu mpaka kilichosababisha tarehe nane mchezo kuahirishwa tena saa nane kasoro kama dakika kumi hapana tulikuwepo hapa mchezo umeahirishwa sana, saa nane kasoro umenipata mageti washafunguliwa tu washaanza kuingia umenipata na ilinukuliwa kiongozi wa bodi ya ligi mwenyekiti saa tano hmm, alisema watu wakate tiketi mechi ipo, mmenipata hmm, bwana. Hmm, lakini nilipofika saa nane kasoro mechi haipo. Kwa hiyo si tukapata ukakasi hmm. Kwa hiyo hatuwezi tukapeleka timu. Kulikuwa kuna viashiria vya rushwa na uvunjaji wa amani kwenye mchezo ule, ndipo ambapo ilipelekea mchezo kuhailishwa, moja katika ya vitu ambavyo viliorodheshwa katika barua. Na hii nayo kuna kiongozi kapiga simu, ilikuwa haipo kwenye barua ile. Haikuepo kwa nini siwepo? Hapo mimi na wewe hatujui ah, yani tunaangalia mimi na wewe sasa. Kwa nini mmetuambia tumeilisha mchezo kwa sababu kuna uvunjifu wa amani na viashiria vya rushwa alafu, leo unawaita Yanga, unaambia hapana, sio lile, hapa kuna barua ilikuwa hivi na hivi, kuna kiongozi kazuia hivi na hivi. Halafu kuna kitu kimoja, mimi nataka niulize kidogo, kwenye viongozi wetu wa mpira, wa bodi ya ligi, unajua haya maswala yamefika hapa, ni wao wenyewe Ushamjua mtu aliyesababisha vurugu ile. Sasa hivi huu ni mwezi wa tatu, ungewaita Yanga mapema, vite vilabu viwili bana, Simba Yanga viongozi labda hivi na hivi, njoni kimetokea moja mbili tatu, tukisema ili tuligarambue tutapata tuta athari hizi, nyinyi kama vilabu mnasemaje? Vilabu vikongwe wangejadili, pengine ingepatikana mwafaka, lakini unasubiria, zimebaki siku tatu unamwita mtu kikao njoo, unakuja kuambia bana, kiongozi fulani ndio kazuia. Na hii nakwambia, mimi ni ukweli hawa hmm. ah, watu wa Simba wanaopiga piga kelele hawa hawa yeah. ndio watakuja kuishtaki TFF, watakuja kuishtaki bodi una, hiyo ya ligi huu una, mkuki una um, unarudi kwao. Nikwambia, unarudi kwao kivipi yani. ni kitu kimoja sasa. mpaka sasa hivi wako yeah. kwenye makali, sisi tumeshika mpini, wako kwenye makali njia panda. hicho kitu ninachokwambia, yeah. nisikilize kwa umakini yeah. endapo kiongozi wa serikali aliyezuia wasiingie getini akiwa ni upande wao yeah. na mimi najua Yanga wanajua yeah. wale walioenda kwenye mkutano juzi yeah. watakuwa wanajua sasa yeah. yeah. kwa nini watu wanasimamia msimamo? mm. ingekuwa ni upande wa kiongozi wa Yanga wa kwetu sisi yeah. Yanga unge, tungepoa Sawa, kumbe mzee wewe ndio umezu-, umezuia mabwana wasiingie tungemwambia. mm. Lakini ngoma iko kwao na inasemekana sasa, yeah. wao ndio wameandika barua ya kumwomba huyo kiongozi awailishie huu mchezo kutokana na kufa mara ya tano, si tunajua sababu? Ushapigwa mara nne, <laughs> una majeraha kwenye timu yako. <laughs> Awailishie mchezo wakati ikiwa wao wanasema leteni timu, Bro, mm. Nisikiliza nachokwambia, waandishi wa habari walioenda siku ile tarehe saba Kocha wa Simba alishuka kwenye basi, mm. Sio wa Simba alishuka mwanadada, yeah. Kocha ha akanukuliwa, anasema nataka timu ishuke, fanye mazoezi. Aliyemwambia hapa timu haitaki kushuka, rudi kwenye gari ni nani? Waliokuwepo uwanjani mm. katongeana, sio wa timu. Hivi, unafikiria watu si hatujui, huu mchezo wameucheza wenyewe. Wako wapi mpaka leo hawakamatwi? Kuna mtu asiyojulikana nchi mm. Yaani wewe meneja na maaskari wawili au watano tu, fungueni geti, Simba waingie. Bauza, Yanga anafanya nini bro? haitaki dii tatu hiyo, hawa mchezo waliukataa. Mimi leo naongea ukweli, ukitaka kujua Simba mchezo kwa ukataa, tafuta klipu ya mzee Azim Deuji, kwanzia tarehe kama sio nne tatu, alisema nini? Alisema kabisa, sisi tunaenda kufanya mazoezi, mechi haipo. Mtafuteni JB sitini na nne kwenye klipu zake alizoziongea yeah. Alisema niko tayari kuweka chochote mchezo hapa hauchezwi. Sasa leo mchezo unaahirishwa, wakati tunaona kabisa kuna baadhi ya watu wa Simba wao walikuwa wanaanza kukataa mara ya kwanza huu mchezo mm -hmm. si tuhisi nini ataka kuniambia e, misimamo kama kawaida huu <laughs> mm -hmm. mchezo wamewailisha wao mm -hmm. Sasa kwa sababu wao wametaka kumwaga mboga mm -hmm. si tunatimuka na ugali wenyewe na tunaongea kweli Bro, Yanga hatukatwi pointi yani, huo ni ukweli kabisa mpengu. Viongozi kaeni makini, hakuna nguvu. Yanga hatuwezi kukatwa point kwa sababu sisi tulikuwa tuko kwenye kanuni na sheria. Nyinyi ndio mmeshindwa kusimamia sheria na kanuni mlizojiwekea wenyewe. hmm. Haiwezekani saa tano mnakutana kwenye vikao vya pre-meeting, mnajadili, kila kocha anatoa dukuduku lake. Mimi nimeshaandaa timu asilimia 90 mpaka 99. Leo unakuja unailisha mchezo kwa sababu mtu kaandika barua, nimezuiwa kufanya mazoezi. Brother, tutafute kanuni kwenye mpira yoyote atakayezuiwa kufanya mazoezi agome mchezo, niletee hapa. Wako saa, saa Yanga tumeenda Algeria sisi na wale sijui kwa Rivers hmm. tumeenda tumepigwa Nigeria kule, Manara ile akasema hatuchezi, hatuchezi akaambiwa, Manara, hii ni timu kwa... ama bwana ametufanyia vurugu, wako kwao hapa, si kesho tunacheza? swali la msingi Naam. E... baada ya mchezo kughairishwa, hmm. mlipoteza mli e... mlienda kasi kwa ajili ya kuwania, mkidai pointi tatu, hmm. swala likawaje, lika kama ninyi ndio mlikuwa mko sawasawa. Ah <tutu> A... kasi, Yanga hawajaenda kudai pointi tatu, kwanza hicho lazima mkielewe, hmm. tusipotoshe watu, tusiwadanganye watu. Kwenye mpira unadai nini? Subiri ni kujibu vizuri kabisa Yanga walipeleka barua, waliandika barua tarehe tisa baada ya mchezo kuahirishwa, wakawa wanaiomba mamlaka ya mpira ni sababu zipi ambazo zimeahirisha mechi <coughs> ujue, ili upeleke jambo lako kasi, inapotokea jambo kuna siku ishirini na moja sawa. Hiyo kidogo ni elimu. Sasa na chimba kidogo madini ya elimu, maana wengine wako hawajui, wengine hoyahoya tu Kariaka, sawa. Kwa hiyo Yanga aliona karibia siku zetu zina zinakaribia kuisha, majibu ya huku hayaji, nafanyaje? Mimi natangulia kule. Yanga tulijua kabisa kwamba tunaenda kasi. Hatuna, she, hatuna haki ya kwenda sasa hivi kule bila kuanzia hapa, lakini kutokana huku majibu yetu hayafiki kwa wakati, si tutangulie. Tumeenda kule, wale wakasema sawa, tumewasikia na kwa na, na bahati nzuri wenzetu wakaitwa, pande zote tatu zikaitwa na owakatoa vielelezo vyao wakasema, basi karudini sasa mkayajadili haya, kama hamtowafikiana ndio hao mabwana warudi huku. Mimi ni kushukuru sana kwa muda wako na wasaa wako kuweza kutoa elimu juu ya wale ambao wanalopoka maneno mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii juu ya sakata hili ambalo linaendelea hivi sasa na kuongezea nyama kidogo. hmm. hii kesi ni ya Young Africans pamoja na bodi ya ligi na TFF. Simba vielelezo vyao vya, vya nini wa tarehe umeambiwa, tarehe kumi na tano upeleka timu unakaa unaongea uongozi wa yanga kwa mabaya bro. Kaeni tarehe kumi na tano pelekeni timu, lakini tunawambia, mnaenda kutalii, mechi haipo. Mechi Me, haipo, mnakwenda kutalii. Ni maneno yake ambayo ametia nanga, ameweka nukta. Nikwambie tu nami kutokea hapa, kijue cha Mwembe Simba, maeneo ya Mwembe Yanga. Sina la ziada na nikwambie tu, endelea kuungana na nasi kwa vipindi vinavyofuatia. Yamanae, nikwambie tukutane hapo chini kwenye comment section juu ya haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Siku zinazidi kusogea, tarehe 15 hii hapo, panapo majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala.